Katika video hii, tunazungumzia dalili za ugonjwa wa figo, dalili za figo kufa au kufeli, na sababu zinazofanya figo kufa au kufeli. Dalili ya kwanza ni kuvimba kwa miguu, kifundo cha mguu na uso. Hii hutokea kwa sababu figo zimeshindwa kutoa maji ya ziada mwilini. Dalili ya pili ni mabadiliko ya mkojo. Unaweza kukojoa mara nyingi sana hasa nyakati za usiku au mkojo wako unaweza kuwa na povu nyingi, au ukaona damu kidogo. Dalili ya tatu ni kuchoka haraka na udhaifu mwilini. Hii huambatana na upungufu wa damu au anemia, kwa sababu figo hazifanyi kazi ipasavyo. Dalili ya nne ni kichefuchefu, kutapika na kupoteza hamu ya kula. Uchafu unapoanza kujilimbikiza kwenye damu huleta shida hizi kwenye tumbo na mfumo wa chakula. Dalili ya tano ni kuwashwa sana kwa ngozi. Uchafu huo huo unaojilimbikiza husababisha mwasho mkali na usioisha. Dalili ya sita ni kupumua kwa shida. Hii inaweza kusababishwa na maji kukusanyika kwenye mapafu au kutokana na upungufu wa damu mwilini. Dalili ya saba ni maumivu ya mgongo sehemu ya chini. Mahali figo zinapokaa. Baada ya kuona dalili za ugonjwa huu, sasa tuangalie visababishi vinavyosababisha figo kufeli au kufa. Sababu ya kwanza ni shinikizo la damu la muda mrefu ambalo halijadhibitiwa. Shinikizo la juu huharibu taratibu mishipa midogo sana ya damu ndani ya figo. Sababu ya pili ni ugonjwa wa kisukari. Kuwa na sukari ya juu mwilini kwa muda mrefu ndiyo kisababishi kikuu cha figo kufeli duniani. Sababu ya tatu ni matumizi mabaya ya dawa. Baadhi ya dawa za kutuliza maumivu zinapotumiwa kupita kiasi au kwa muda mrefu huumiza figo moja kwa moja. Sababu ya nne ni maambukizi makali, maambukizi ya mara kwa mara kwenye njia ya mkojo yanayopanda na kufika kwenye figo. Sababu ya tano ni vizuizi kama vile mawe makubwa kwenye figo au uvimbe unaozuia mkojo usitoke na kurudi nyuma. Sababu ya sita ni magonjwa mengine ya figo ambayo mengine yanaweza kurithiwa au yale yanayojulikana kama glomerulonephritis. Kama umependa video hii, tafadhali like na subscribe kwa maudhui zaidi ya afya.